Wa CORD, Raila Odinga ameshauri serikali ya Jubilee kujali masilahi ya walimu kwanza kwa kuwapa marupurupu wanayotaka badala ya kununulia wanafunzi wa darasa la kwanza vipakatilishi. Kadhalika ameshtumu magavana wanaoelekeza bajeti kwa mambo yasiyofaa badala ya COFA, kulenga mambo muhimu. John Juma anatujuza mengi yaliyojiri kwenye mkutano huo uliojiri huko Mombasa. That money should be actually diverted and paid to teachers as salaries ni be, be <laughs> if, if katika mkutano huu wa maseneta na magavana wa muungano wa CORD chini ya vinara wao Raila Odinga na Kalonzo Musyoka, mjini Mombasa, ambapo kiongozi wa CORD Raila Odinga amekosoa serikali ya Jubilee kutotilia maanani maswala yanayostahili kipaumbele kitaifa kuhusiana na, na kuwanunulia wanafunzi wa darasa la kwanza vipatakilishi au kuwapa walimu wanaogoma marupurupu yao.

Kadhalika, wembe wa Raila haukusaza magavana ambao makadirio ya bajeti za kaunti zao zimelenga masuala ya kibinafsi na yasiyokuwa na uzito katika jamii huku wakikosa kuelekeza bajeti katika miradi itakayofaidi na kubadilisha maisha ya wananchi. Katika mkutano huo, naibu kiongozi wa CORD Kalonzo Musyoka amekariri umuhimu wa magavana na maseneta kufanya kazi kwa ushirikiano ili kuhakikisha ndoto kamili ya ugatuzi inatimia. Ajenda kuu ambayo imewaleta pamoja katika mkutano huu ni kuweka mikakati ya jinsi watakavyoendeleza shughuli zao za utendakazi, utoaji huduma kwa wananchi na jinsi ya kukabiliana na hatua wasizounga mkono kutoka kwa serikali au muungano wa Jubilee. Kando na kulainisha tofauti ambazo huenda zimechipuka kati yao na kuhakikisha wanafanya kazi kwa ushirikiano, viongozi hawa wa CORD wanatazamiwa kutangaza wazi kauli watakazoafikia hapo kesho. John Juma, KTN, Mombasa.